Habari mtazamaji wa TAKUKURU TV. Mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa mwaka huu 2025 zipo mkoani Mbeya. Leo mwenge huu umekimbizwa Mbeya Jiji, ambapo miradi mbalimbali mbali imetembelewa na kuzinduliwa. Ujumbe mmojawapo unaoambatana na Mwenge wa Uhuru ni mapambano dhidi ya rushwa, kwa kauli mbiu inayosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Takukuru mkoa wa Mbeya wamekuwa wakishirikisha na kushirikiana na wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa. Moja ya wadau hao ni wasanii wa nyimbo. Wasanii hawa wa mkoa wa Mbeya wamehamasika na kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kutunga nyimbo zinazohamasisha mapambano dhidi ya rushwa. Vilevile wasanii hawa wameanzisha klabu ya wapinga rushwa ili kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa. Klabu hii mtazamaji, imezinduliwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Bwana Ismail Ali Usi. Tusikie sehemu ya ujumbe wa wasanii hao wakitumbuiza wakati wa uzinduzi wa klabu hiyo katika shule ya awali na msingi ya Azimio jijini Mbeya okay. Piga moja moja tatu, ndugu kutoa taarifa. Rushwa ni adui wa haki na ni janga kwa taifa. Kura yako ni muhimu kwa maendeleo, usiuze utu wako ili mradi upande cheo Oh, inuka, rushwa, langu, kumuletu. Awali akizindua klabu hii, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Bwana Ussi alitoa ujumbe huu kuhusu mapambano dhidi ya rushwa. Jambo la pili na la mwisho ndugu zangu, ambalo nahitaji kuambia, tuendelee kutoa mashirikiano juu ya kupambana na rushwa. Muda siyo mrefu nitakabidhi cheti maalumu juu ya uanzishwaji wa klabu ya rushwa. Twendeni tukatoe mashirikiano, twendeni tukapambane na rushwa, hasa kwa wakati huu tulionao wa uchaguzi. Mtazamaji baada ya uzinduzi wa klabu ya wapinga rushwa ya wasanii hawa, TAKUKURU TV imezungumza na baadhi ya wasanii hao, nao walikuwa na maoni haya. Kilichotuvutia UWAWAMBE ni kupata elimu kwanza kuhusu rushwa na kujua madhara ya rushwa. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuwaelimisha wengine wenzetu ambao hawajui madhara ya rushwa, ili wafahamu hasa kuhusu madhara ya rushwa. Tunaelimisha wenzetu kupitia nyimbo ambazo tunaimba ambazo zimebeba ujumbe unaohusu rushwa. Nawambia wasanii wengine na nawasihi wajitahidi wapate elimu kuhusu rushwa, kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Msanii akipata elimu kuhusu rushwa, ni rahisi sana kumwelimisha mtu mwingine ambaye hajui kuhusu rushwa. Hii klabu yetu ilikuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kupinga rushwa, kwa mantiki ya kwamba namna rushwa ambavyo inatuendesha katika jamii yetu na vile ambavyo Uh, imekuwa ikikemewa sana na serikali yenyewe lakini pia na PCCB. Sasa uh, sisi kama wasanii tuliona, kwa sababu sisi ni kio cha jamii, tuna haja kubwa ya kujiorganize na kufanya hichi kitu kama kukemea au kukataza kabisa swala so zima la rushwa. So klabu yetu iliweza kuorganize na ikawa sawa na mpaka sasa tukaweza kufanya kila kitu ambacho tumeweza kukifanya na kutengeneza pia uh, maudhui ya nyimbo zetu ambazo zitakuwa zikikemea uh, swala so zima la rushwa Yes, na bahati nzuri katika namna ambavyo tulikuwa tukijiorganize, lakini tulipata elimu zaidi kutoka kwenye uh, ofisi kabisa maalum ya Takukuru Mbea. Uh, waliweza kukaa na sisi na bahati nzuri walishirikiana na sisi vizuri, wakatupa elimu ambayo ikatufanya tujue zaidi kwamba hata kama tunatengeneza maudhui ya nyimbo ambayo tutaziimba kuhusiana na Takukuru au namna ya kukemea na namna watu watambue zaidi undani wa maana, kwa nini tunakataza, au inakataliwa Takukuru, uh, rushwa, basi tulipata elimu nzuri na tukaielewa, na bahati nzuri ikawa ni sehemu ya kwanza kabisa kutengeneza nyimbo ambazo zilitokana uh, na, ma, na, na, na maneno ambayo tuliyapata kupitia uh, ofisi nzima ya Takukuru Mbeya yes. Uh, kama kioo cha jamii, yaani kama wewe ni mwanamuziki basi uh, au msanii wa aina yoyote, maanake wasanii wamebeba nyanja, wamepita wa wa, kuna nyanja nyingi tofauti tofauti tofauti, lakini sisi kwa sababu mimi niko kwenye wanamuziki nda msii sana mwanamuziki mwenzangu atumie kama sehemu aa, ya kuwa sehemu ya kukataza na kuipinga kabisa rushwa. Kwa sababu aa, sisi elimu ambayo tumeipata tutaitoa kupitia nyimbo. Lakini kama wewe mwanamuziki mwenzangu unanisikia, basi ni vema pia ukaorganize na sisi, kwa sababu sisi bado umoja wetu au klabu yetu inahitaji watu zaidi ambao watakuwa sehemu ya kukataa na kupinga ya rushwa kupitia klabu yetu Inuka Amka, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, ni jukumu letu, ni jukumu letu.